na makando kando yote yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii hapo, studio tunaye Yusuph Kileo ambayo yeye ni mtaalamu wa masuala ya usalama wa mtandao, karibu sana, sana. Kwema lakini, kando yake yupo Onesmo Itozia ambaye ni mtaalamu wa makuzi na malezi ya watoto karibu sana, yes, sana. Um, mambo anasemaje, nyie watu ambao mnahusika na haya mambo ya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 Sio kwamba palikosewa. Nafikiri kilichotokea ni kwamba pameibuka matumizi mabaya ya mitandao kwa kasi kubwa, na hii vilevile, ukiangalia AI imekuja imechangiza sana, imeona watoto wanavurugukiwa, kwa sababu unakuta mtoto anaingia kwenye mtandao, wanakutana na wanalisho taarifa zile zilikushi. Mfano, moja ya changamoto kubwa sana ambayo imewagusa watoto, unakuta watoto wanaingia kwenye mtandao, dunia imegeuka kijiji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 sasa hivi mtoto mdogo anamjua mama yake jina lake mm. Wakati nafikiri sisi tulikuwa tuwajui <laughs> tumpenda kwae mama mama <laughs> Emma, fulani lakini sasa hivi unakuta sio tu kumjua, anamwita kwa hilo jina anamwita kabisa fulani, na anakuwa mara amesusa mara amefanya hivi, na wazazi sasa nao wameanza kuwa pole, kumbe yale yote yale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 kwa mkakati uwe sehemu ya kutupeleka kwenye kutupeleka sheria. Kwenye sheria okay. Lakini pia ulenge mm kujengia -hmm. Uwezo wazazi na walezi na wataalamu katika nyanja zote mm hapo -hmm. Suluhu ameongea vizuri sana kakaangu hapa. Suluhu ziko tunaangalia mambo makubwa matatu swala so la kwanza ni hizo mambo ya maandishi Hmm. Sheria, mikakati, miongozo, kanuni na taratibu zake zote mambo hmm. yote hizi tunaita foundation. Hmm. Lakini la pili ameliongea vile vizuri kuwajengea watu uelewa, maanake ukipewa sheria na una uelewa unauelewa hata hiyo sheria unaweza <laughs> usiifuata. Hmm. na ameongea vizuri sana, makundi ni tofauti tofauti kundi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 kwa, kwa, kwa upande wa screen time, kuwa na zile child sim card, kuhakikisha kwamba yale maudhui yanakuwa filtered, ambayo hayendane na mtoto hayamfikii, ambayo yanamwondolea ule uraibu wa kwenda ku, ku, ku, ku, kuendelea kusachi vitu havyoeleki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

Okay. Tusione sheria ndio inatulazimisha bali tuone faida ya kuto kufanya hicho kitu. Okay. Yeah. Maneno kwake Onesmo Itozia mtaalamu wa masuala ya malezi na makuzi ya watoto ambaye tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo, lakini pia tumekuwa naye Yusuph Kileo mtaalamu wa masuala ya usalama wa mtandao. Niwashukuru sana. Asante sana. Naam, tulikuwa tukipiga darubini